Uh, Simba hawawezi kuwa na furaha moja kwa moja kwa sababu imepelekwa tarehe na imepangwa tarehe, wakati kuna vitu vingine ambavyo vimetokea hapa katikati kwa maana ya inaonekana kama baadhi ya matakwa ya Young Africans mm, yametatuliwa. Kwa hiyo tayari Simba wanahisi au wanaona kwamba kuna influence ya mpinzani wao kuelekea upangwaji wa tarehe mpya ya dabi mm. ya, ya, ya okay. Automatically hiyo hali mnazungumza mm. kwamba timu moja inaenda ikiwa na na, na, na, na. Uh, moyo me, uminyo, um, moyo mkunjufu mm. na timu nyingine inakwenda kama imekunjwa hivi. Sababu ni hiyo kutokana mm. na ushindani uh, wa timu zote mbili. Tulizungumza hapa kuhusiana na yale ambao Young Africans wanahitaji ili waweze kucheza mechi ya Kariakoo Derby, si ndio hivyo? Issue ya kuondoka kwa kuondoka eh, ku, ku, kuondoka kwa CEO wa bodi ya ligi Almasi Kasongo okosi eh, wamefanikiwa na vitu vingine vile vile vyote ambavyo tumevisema hapa, sio hivyo mm. Young Africans wametibu kidonda ambacho wengi wakawa nalalamika kuhusiana na soka letu la Tanzania kukubaliana, yani eh, mamlaka ya soka ambayo ndio TFF mm. kukubaliana na yale matako ya Young Africans, yale ambao walikuwa wameyataja yale manne, tunasema kwamba soka letu linaenda kuanza upi watakaoingia madarakani watakuwa wamenyooka kwa namna moja manyingine na kuenda na kila ambacho wadau wa soka kwa nahitaji ya yeah, yeah, yeah. Unajua, bahati mbaya sana kwenye nchi yetu kuna, kuna mlengo wa hizo pande mbili mm -hmm. Yaani, watu wengi wanajaribu kuyachakata maswala kwenye Simba Yanga, Simba Yanga. Lakini wote kwa pamoja tulikubaliana hapa mm -hmm. kwenye hili swala kulikuwa kuna shida kubwa sana mm. ya uendeshaji kwenye eneo la mamlaka, na tulikubaliana kwamba kivyovyote vile pamoja na changamoto zozote kutoka kwenye viongozi wa vilabu tofauti tofauti mm. Lakini kwenye hili mamlaka ambayo ni bodi ya ligi pamoja na TFF kwa ujumla ndio ambao unakumbuka mm. yani mara baada mara baada ya dabi, kesho yake tuliongea hicho kitu sasa hiki ambacho Yanga wamekifanya kwa kuto kuweka masuala ya usimba na uyanga na nini na nini kina, kimeleta, nafikiri kimeleta impact mm. na kimeleta na kitatengeneza eh, kitu chanya kwenye soka la nchi kwa siku za usoni in a positive way tukichukulia, in a positive way tukichukua kwenye mlengo wa m, uchanya zaidi, nafikiri inaweza ikawa na funzo zuri na inaweza ikatupa pa kuanzia kuliko kuchukulia kwenye negative way unajua isichukuliwe kama Yanga wameshinda, lakini turudi kwenye mm. kile ambacho tulikuwa nakizungumza. Uongozi wa TFF una shida kwenye kuahirisha kwa dabi, hauna shida kama tulikubaliana kwamba kulikuwa kuna shida ya, ya, ya, ya, ya uongozi wa, wa, wa, wa bodi. Nini ambacho tunatakiwa kufanya, ambacho tulikuwa tunazungumza kwenye qualities of good leadership, kwenye sifa za utawala bora? Nini mm. ambacho tunatakiwa kufanya? tunatakiwa ku step down, kwa sababu umeshindwa kutekeleza kanuni, sheria na taratibu, ndicho ambacho ilikuwa inatakiwa. Kwa hiyo uh, is, nadhani isichukuliwe kama Yanga ameshinda, no, ichukuliwe kwamba uongozi wa TFF kupitia bodi ya ligi ulishindwa kusimamia kanuni, sheria na taratibu, na wao wenyewe walikiri kwamba pia ilisababishwa na ukubwa wa hizi timu. Kama wao walikiri kwamba ilisababishwa na ukubwa wa hii timu, wakapindisha sheria tafsiri yake ni kwamba wameshindwa kufanya mm. kazi. nini ambacho anatakiwa kufanya? Wanatakiwa ku step down mm. kwa, kwa, kwa, kwa kulimalizia hilo masebo, hizi mm. timu zingine ambazo zimesalia kuanzia hizi eh, daraja la kata ambazo zinashiriki ligi kuu, kwa mfano mm. na Mungo, ukienda eh, ken godi nena, pia Tabora United na zingine, kuna haja ya kuupongeza uongozi wa Young Africans kwa kila ambacho wao walikuwa nadai, kama ni maslahi ya timu zote n au uki, walihitaji uki, kwenye jambo kuungana kwamba yes Young Africans me, melezi hoja ambayo ni nzuri, inatusaidia hata sisi huku chini, kwa sababu tumeona hayo madudu ambayo amekuwa akiendelea kwenye mamlaka za soka nchini. yeah, uki, ukienda kwenye mlengo wa tuwapongeze, sijui tuwape, sijui uh, maua na nini, yanga kama yanga, utaenda kwenye mlengo mm. uh, ule, ule wa, wawa wa, wa, wa, wa wa usimba na uyanga ni soni, ni soni, ni soni. mm. Lakini ukisimama ini realistic unakuja kugundua kwamba uh, kumbe klabu ina uwezo wa kuwa na kitu cha msingi ambacho kinatakiwa uh, kiwa addressed kwenye mamlaka mm. na kama mamlaka haiko sawa, inatakiwa kukifanyia kazi. Kwa hiyo nini ambacho inatakiwa kufanyika kama kweli hicho kitu kiko, kiko sawasawa na kina mantiki, basi kumbe klabu inaweza kuwa chanzo cha kufanya mamlaka iweze kubadilisha uh, muktadha na, na, na, na, na taratibu za uendeshaji wa jambo, mm. jambo fulani, ukiachana viongozi wa Simba na Yanga, viongozi wa hizi timu zingine za mm. daraja la chini mm. unaona wakijiamini pindi ambapo wanaonewa jambo fulani kuitoa hiyo hoja hadharani na kutoridhishwa na maamuzi ya wanaosimamia soka. Ni kama kuna woga fulani hivi, hata kama wana hoja ya msingi hmm, lakini wanasubiri Simba na Yanga ndizo ambazo ziwasemee. Tunapeleka wapi soka letu? Au tunabaki tuna kusema ah, Simba na Yanga ndio ambao waseme, afu si wengine? Utoe wasikilizaji tu ni kama havina yeah, nguvu vilabu vingine vya daraja la chini Yeah, ni, ni, ni, ni kweli hilo ambalo unalizungumza Benzo mm. Yaani kimsingi ni kwamba pamoja na yote eh. uh, matabaka yanaendelea kubaki pale pale eh. Yaani hili tabaka la juu ambalo ni Simba, Yanga mm. uh, kidogo labda na Azam kwenye eh, baadhi ya maeneo haliwezi kuwa sawa na tabaka la, mm. la chini huko la hao wengineo. Nini kinawafanya kwamba wasijiamini pindi ambapo wanaonewa kitu fulani kwa sababu tofauti na barani Ulaya unakuta no labda uh, Premier League Eh, Brentford, eh, Leicester City na timu zingine wakiamua ku raise hoja, wanakuwa sawa na Liverpool, Manchester United na vilabu vingine vikubwa. Lakini kwetu huku hizi timu za daraja ya chini ni kama hazina eh, misimamo na, na, na. Nini shida? Sio issue ya mi, misimamo ni issue ya kujiweza. Yaani kujiweza kwenye eneo lipi? Kwenye uh, nguvu ya ushawishi, nguvu ya kiuchumi, lakini pia uh, mpaka kwenye impact ya ya hiyo tunasema fan base na vitu kama hivyo. Na tunapozungumzia kuhusiana na hawa wakubwa wawili, Young Africans kwa mfano ile agenda wameipush, yes, nyuma yake ulikuwa unaona mantiki, sio? Lakini kitu ambacho kilikuwa kina, yani kitu ambacho pengine kina kina kina kinaleta kina kiko kinaleta ukakasi, ni kuona kwamba ni hoja zao ambazo kwa namna moja au nyingine inawezekana hata Ken Gold huku chini mm. zinawezekana zina, zinamsaidia zina, zina lakini, eh, au tuseme hiki kitu ambacho yenye Africans wanakilalamikia, pengine Geita kimewahi kumkuta mm. au uh, KMC kimewahi kumkuta lakini hana hiyo nguvu ya, ya, ya, ya ushawishi. Hana hiyo nguvu ya kiuchumi, hana hiyo nguvu ya uh, fan base na na, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo uh, hili linatokana na utofauti mm. wa, wa, wa, wa, wa hayo matabaka. Sasa kitu ambacho tuna, tunatakiwa kuendelea kukizingatia ni kipi Benzo? Ni kwamba uh, hivi vilabu vya juu mm. tabaka la juu vinaweza vikawa vinaonekana kama vinatetea vina, vina, vina maslahi, lakini ni kwa sababu hayo maslahi yenyewe yanavihusisha na vyenyewe pia mm. Yani, kwa mfano leo tunazungumza namna ambavyo kuna timu ambazo hazichezi nane sanane, Siyo? Mm. What if, uh, ni kwa namna gani kama eh, uh, hili swala, hivi vilabu vya juu kama vinasimamia mpira wa nchi, yani kiujumla wake, vinataka kutengeneza hiyo fairness competition, na vije viprotest, vije vipinge, vije viseme kwamba mnajua nini, hii haiko sawa. Kwa nini wengine wacheze saa nane alafu wengine sisi tusicheze saa nane yani, sio kwamba mm. tunalilia ila kwa maslahi ya mpira kwa ujumla wake. Kwa nini ratiba isiwe, isiwe sawa? Yani kwa mfano Premier League kule kuna mechi ya Manchester City na Liverpool au kuna mechi ya Liverpool na Man United inachezwa saa sita kwa saa za London, ambazo kwetu huku ndo zile mechi za saa tisa. Unajua. Hapa nchini kwetu, Simba Yanga, kwa nini wacheze saa nane? Kwa nini hawa wengine wanacheza saa nane? Kwa hiyo kama ni swala la mpira kwa ujumla wake ungeona basi Simba na Yanga wanakuja wanasema, apana TFF ah, hapana ah, bodi hapa mm. Ebu keni sawa kwa masla ya mpira wa nchi, pangeni ratiba tuende mm, kwenye mida sawasawa sawa. Lakini kwa sababu wanaenda kwenye jambo ambalo lina, lina manufaa na wao ndo maana unaona wanaenda. Kinachokuja kutofautisha benzo ni hiyo nguvu ya, ya, ya kiuchumi. Kwa mfano unaona sahizi mm. Simba nao wanajaribu kuangalia hiyo, hiyo, hiyo hoja ya udhamini hmm. wa timu nyingi si sawa eh? udhamini wa timu nyingi yeah. Ukiraise hiyo hoja Simba atakuja kweli, of course, inaonekana dhahiri shairi kwamba mnajua nini hiki e, kitu sio kizuri. Ukienda nchi za Ulaya, ukienda sehemu nyinginezo hicho kitu haki? akipo hakitakiwi. Lakini Simba na raise hiyo hoja akiwa anajua fika kwamba inamhusu yeye kwa sababu ukisema utoe udhamini wa hizi timu nyingine, nani ataenda kuathirika? Ni hawa wadogo ambao wanapata udhamini uh, mm. Leo Pamba anapata let's say, labda uh, milioni 500, labda milioni 800 milioni 700 kutoka kwenye nje udhamini. Ukisema utoe hiyo kanuni, tafsiri yake yeye ndo anaenda kuathirika, kwa sababu yeye hana pesa. Simba yeye safi mm. si anaweza kujiwa kujimudu mm. kwa hiyo uh, ukis, hawa wadogo kwa kuwa hawana hiyo nguvu ya kiuchumi na nini mm, ndo ambao wanaburuzwa vile ambavyo wakubwa wanataka sawa. Tunaweza tukakubaliana kwamba Simba na Yanga zinadekezwa na mamlaka za soka ye, yeah, unaweza ukasema zinadekezwa mm. Uh, lakini kwenye mlengo upi ndo kwa e kwaambazo kwa zimezungumza hizo hapo, sindo? Yes. hivyo kama na, wanapewa wanapewa fedha fulani kuliko hizi timu zingine za daraja la kati ye yeah. Na ndo no fedha ukija sasa, mm, kwa sababu gani fedha, ndo nakuja kwenye yale majibu ya mgutu ambazo zimekuwa zime na faida kwao. Yes, sawa Uh, tumeona mara ya pili sasa hivi rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ama a, viongozi wa timu zetu kwa maana ya viongozi wa timu mbili Simba na Yanga si ndio hivyo um, bodi ya ligi na TFF wao limewashinda wakatafuta msaada nani wa kuwasaidia walienda kwa waziri waziri Palamagamba Kabudi ambaye ni waziri, waziri wa michezo likashindikana limeenda kwa mama sasa hivi Maamuzi yametolewa, sio hivyo kwamba jamani, achani nao mambo ambayo anaendelea hayo, jambo limeisha. Mamlaka zetu za soka ni kwamba hazina nguvu kubwa ya kuamua kitu kwenye hizi timu mbili, hicho cha kwanza. Cha pili, zinashindwa kutumia kanuni ambazo tumejiwekea wenyewe kwenye maamuzi ya vitu fulani ambavyo vinahitaji maamuzi mpaka zimtegemee kiongozi wa nchi ambao tunajua rais ana yeah, mambo mengi mambo ya, ya kupitisha ya, miradi mikubwa ya fedha, ukajenge si shule si nini. Lakini sasa hivi <tasimmani> anakuja kuamua e, kwenye swala swa la soka ambalo lilikuwa linahitaji kutumia kanuni tu kufanya maamuzi na wenye mamlaka ambao tumewapa dhamana. Ni kweli Benzo, unajua uh, kinachokuja kutokea ni kwamba uh, ume, ume, umesema kwamba vinashindwa kusimamia kanuni mm. sheria mm. na taratibu na vitu kama hivyo sasa, um, kwa nini mama anaingia? Kwa nini mheshimiwa mm, mm. rais mm, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mm. anakuja kuingia kwenye baadhi ya situations? Rais haingii kwenye kila kitu mm. rais haingii kwenye, kwenye kila jambo. Rais anakuja kusort out, anakuja kurekebisha sehemu ambapo panaonekana pameshindikana na hiyo sio kosa na sio dhambi mm -hmm. na hiyo siyo Tanzania tu, maeneo mengi wanasema, siku zote football ni mchezo ambao unajenga hisia unatengeneza hisia na una uwezo wa kuharibu amani ya eneo lolote lile kupitia football mm -hmm. Lakini huu mchezo wa mpira miguu unaweza ukatengeneza amani kwenye eneo lolote lile. Sasa ikifika situation, ikifika point ambayo mambo yameshakorogeka mm, na inavyoonekana kwa sababu ni mpira wa hisia na amini, mchezo wa hisia, mchezo ambao unavuta kila mtu anavutia kwake, ili kuja kuleta pamoja lazima kitu ku, ki, kije kitu kutoka nje ya football mm, kije kuwaweka wote kwenye mwamvuli mmoja ili mje mwanze upya na mambo mengine, ndicho ambacho kinatokea kina, kina, kina, kina uh, kwa hili jambo jinsi ambavyo ilikuwa linaelekea ilikuwa ni inaenda mm. ku ku, ku, eh, kupelekea hata machafuko mm. ambayo yanaweza kupelekea uvunjifu wa amani mm. Sasa sa, serikali imeangalia yani inaweza kaa imeangalia mbele, kwa sababu tuna hold Afcon elfu mbili na ishirini na saba tuna Chani mwezi wa nane. Kwa hiyo hili jambo lingekuwa bado linafukuta chini chini, kungekuwa na changamoto pia ya, ya, ya, ya Chan pamoja na Afcon kwenye nchi yetu yeah. Sasa hii ndio ilikuwa ni ambayo no. Kwa sababu gani wamepewa alama, tunaweka let's say, wakipewa alama, wamepewa alama, Yanga wana polo alama 15, Yanga wanagomea na mechi nyingine mbili, wakigomea waki wanalimu wezo alama 15, 15. TFF wanaenda wanashusha daraja a si. Mm. Wale ni viongozi wa Yanga wako kule juu, lakini huku chini Yanga ina watu wangapi? Ina mashabiki wangapi? Then wakiamua ku, ku protest, mm, wanaamua tu kuleta vurugu huku mtaani. Kila mkoa kuna mashabiki wa Yanga. Yanga wanapoleta vurugu, hawa Simba watari, watariakti kwa hiyo kupitia hicho hicho hicho kitu unaweza kukuta machafuko yameanza kutokea kwenye mm -hmm. nchi kwa automatically. tunatoka kwenye football, tunatoka kwenye swala mpira tunarudi kwenye hali ya kijamii kawaida. kwa mm hiyo -hmm. nchi inaweza kujikuta inaenda kwenye vita, hivi hivi vya wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu jambo limetoka wapi kwenye, kwenye football. Kwa hiyo ikifika kwenye state kama hiyo mm -hmm. tukija kwenye eneo la vita, watu wameanza kupigana, watu wameanza kurushiana, siyo nini, hali imeenda kuwa walls tayari hapo hapo kwa sababu hakuna amani mm. E, taarifa inayotoka kule Tanzania iwezi ku host kwa sababu wanasema siku zote, uh, kafu wanapeleka mashindano kwenye eneo lenye amani. Sasa amani kishatoweka, hakuna michuano kishato kishato tena yoyote ambayo itaendelea, alafu then vita ikishatokea, machafuko kishatokea, haitakuwa tena eti ni TFF haizungumzi TFF pale, itakuwa tena ishu ya shule zitafungwa Mm. na uh, utafutaji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ili kuto kwenda huko mbali zaidi mm. ana, anakuja uh, mtu ambaye ana wajibu. Uh, tunasema raia namba moja wa nchi anakuja kutumia busara uh, uh, yake kwamba listen hili tulimalize. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni nje nje ya football tena. Hiyo ni busara za, za za raia, raia sio eh, na, mm. na, na, mm. limeibuka uh, eh? mm. ile sakata la ni rais wa Juve. By then, pamoja na Florentino Perez wakaanzisha mara baada ya kuanzisha uh, wakawa wametafuta aid ambayo itafanya michuano iwe ina pesa nyingi kwelikweli kweli, lakini ili michuano hiyo ifanyike, watu ambao watapata nafasi ni timu ambazo mm. zina majina makubwa ili kutengeneza biashara kubwa ya mpira ambayo vilabu vile vikubwa vilikubaliana nayo moja kwa moja mm. kwao ikawa ni michuano ambayo inakwenda ku, ku, ku, ku kuwa na mvuto mkubwa ambayo, e, eh, wakina yuve wale kila nchi walichukua zile timu kubwa kubwa. Sasa the issue ni kwamba hawa wadogo wanafanya nini? Na tafsiri yake ni kwamba ilikuwa inaenda kuvunja hata michuano hiyo mingine, kama UEFA Champions League na mingineyo. Vyombo vya kimpira, mamlaka za soka mm, zilipambana kuweza kui, kui cool down, ni kwamba jamani, hiyo haiwezi kuwa, sawa umeona? UEFA wakatishia timu hazitakiwi kwenda lakini zile timu zina, zina ushawishi mkubwa, zikasema sisi tunashiriki. England timu kama Arsenal, Liverpool, United, Chelsea, City walikwenda uh, Spain walikuwa ni Madrid na Barca, Italia kule kuwa Juve, AC Milan, Inter, sijui unaenda Ufaransa sijui PSG, Ujerumani bani. Kwa hiyo ile, ile hali ikawa inafanya sasa, hao wengine wadogo watasema nini? Kwa wale wakubwa wakajimobilize then mm, mm, ikaa movement ikawa kubwa. Sasa kilichotokea ni nini? kwa sababu hakuna tena uh, imesharapti kunaenda kuwa kama machafuko fulani, zikaingia mamlaka. Unakumbuka waziri mkuu wa Uingereza kipindi kile Bwana mm, Boris Johnson akaingia aka kati akasema hizi timu zikienda kushiriki kule mm, naweka sanctions za kutosha vikwazo vya kutosha. Kwa hiyo taratibu serikali za nchi ndo zikawa zinaingia ku cool down, mwisho mm, wa siku jambo likamalizika, na watu lazima wa, wa, waelewe jambo moja Sio kwamba rais amewaita bodi ya ligi na TFF, Simba na Yanga wenyewe. Bodi ya ligi na TFF ndo alienda kuomba kule, ili jambo hata... sisi kwetu tumezidiwa, tunaomba msaada hiyo. hata angewaita, hata angewaita. <laughs> bado haina shida yoyote kwa sababu